Ukienda upande wa SGR, miradi hii ilikuwa bado haijakamilika kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini imekamilika, na miradi hii kwa kweli imerahisisha maisha. Mtu anatoka anatoka Dar es Salaam anakuja anaingia bunge na anaendelea na ratiba na za bunge jioni, akiamua anarudi Dar es Salaam, lakini pia hata kwa wafanyabiashara wanatoka hapa Dodoma asubuhi anaenda Dar es Salaam anafanya shopping usiku, anarudi kesho, anaendelea na biashara yake. Kwa haya ni mafanikio makubwa sana kwa taifa letu, lakini pia kuna ushauri ambao nilikuwa nataka kutoa kwenye upande wa SGR. Kuna haya mabehewa yanayo ya VIP, Mheshimiwa Mwenyekiti, unakuta kwenye lile behewa kuna watu ishirini na yale mabehewa yanabeba wakati mwingine mpaka hata watu kumi nafikiri ni kwa sababu ya gharama kubwa za usafiri laki moja na nusu. Sasa mimi ninachoishauri serikali kama behewa linalobeba watu arobaini abiria arobaini linabeba watu kumi au kumi na tano mpaka ishirini kwa sababu ya gharama za za usafiri kwa nini serikali isiamue kupunguza kama ni laki moja na nusu ikapunguza ikafanya elfu sabini hii inaweza ikaongeza pato kwa serikali kuliko kuacha bei kubwa halafu abiria wanakuwa wachache